Nchi mbalimbali huko pembeni, umewahi kuona vipindi kama hivi ndio vyanzo vya machafuko. Lakini Tanzania tumekuwa na utamaduni, nchi yetu ni salama, utulivu na amani, na tukio hili la tarehe 29 sio tukio la kwanza. Wengine tumeshiriki uchaguzi hizi za vyama vingi tangu vilipoanza mwaka 95 tuko hapa mpaka leo, na je, kutokea shida yoyote? Kwa hiyo tunaamini hata hii kwa umoja wetu huu tulioshikamana tunaonyesha dunia nzima tulivyoshikamana, hakika uchaguzi pia utapita salama salimini. Awi, tuko pamoja, focus kwenye majukumu yetu ya msingi ya kulinda amani, ndio kazi yetu. Lakini pia sisi ni wa Tanzania, si ndio? Eh, si wa Tanzania, tuna haki ya kupiga kura, si ndio? Sasa tukapige kura, tarehe ngapi? Kila mtu kwa nafasi yake ambao utapata bahati ya kufanya kazi sehemu zile ambazo walijiandikisha, na maana watapiga kura kwa watu wote, watapiga kwa diwani, kwa mbunge na kwa rais, kama umepangwa sehemu ile ambayo ulijiandikisha, lakini kwa nafasi ya rais wote upopote unaweza ukapiga kwa kama utapata nafasi hiyo. Timizeni wajibu wenu wa kikatiba, na sisi ni Watanzania wazi, eh, tusikwepe, tusikwame, twende tu ni pia tuendelee kwa hapa, eh, matumaini wananchi, popote ulipo popote ulipo Waambie mkoa wetu huko salama, watu wakapige kura bila kuogopa. Nadhani metuona baadhi yetu tukitoka kwenye vyombo na kusema hilo, si meona eh? Simeona tunawaashua wananchi kwamba mkoa ni salama, na sisi kwa nafasi zetu, na bishana mawili matatu, waambie hapana, yuko moja, mbili, tatu, mkoa uko salama, vyombo hivi tumejipanga vizuri, ksa kwamba jukumu hili la la la la la, la, la, la na uchaguzi tunalivusha salama salimini. Kwa hiyo kwayo wananchi wasiogope.